Mbunge wa Jomvu Badi Twalib amehudhuria awamu ya tatu ya maonyesho ya utamaduni na utalii wa jamii ya Maa. Akizungumza katika hafla hiyo iliyoandaliwa katika mbuga ya wanyama ya Amboseli, kaunti ya Kajiado, Badi amempongeza Rais William Ruto kwa kurejesha rasilimali za jamii hiyo. Baadhi amesema jamii hiyo imekuwa ikililia rasilimali hizo tangu mwaka 1985. Mimi natoka Mombasa kule sehemu inaitwa Jomvu Mahoe. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Badi Twalib, mimi ni mbunge wa kutoka Jomvu kule Mombasa. Nachukua nafasi hii kusema kuwa tangu 1885 Wamasai wamelilia hili, na mimi nasema kumepita maraisi wanne lakini rais wa tano ndio wameregesha mali ya Wamasai kwa Wamasai. Piga nduru ya William Samoei Ruto. Asante sana, Mungu atubariki. Ali Vincent, Benvin TV.